Jamii yako iliyokuzunguka ina maarifa gani kuhusu genital warts? Hii imekuwa na majina mengi, wengi wamekuwa wakiita visunzua, lakini baadhi wamekuwa wakiita maotea sehemu za siri. Inaweza kuwa na majina mengi kulingana na mazingira na eneo ambalo unaishi au jamii ambayo imekuzunguka. Sasa hii ni tatizo ambalo limekuwa likiwaathiri wanawake na wanaume, na wengi wamekuwa wakijiuliza je, kuna madhara yoyote ambayo naweza kuyapata endapo hivi vitu vikanitokea kwenye mwili wangu? Vinaweza kutokea maeneo tofauti tofauti lakini kwa leo tutazungumzia genital warts au maotea sehemu za siri. Hello, mimi naitwa Ibrahim na hii ni Medical Life. Nikukaribishe kama ni mara yako ya kwanza, basi usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele iliyopo chini ya video ili uendelee kuwa mwanafamilia wa Medical Life. Kweni tumekuwa tukifanya hivi mara kwa mara na kuhakikisha jamii inauelewa sahihi kuhusu hali zao za kiafya, hasa afya ya uzazi. Genital warts au maotea ya sehemu za siri. Hivi ni vijivimbe au vijinyama ambavyo vinaota kwenye via vya uzazi vya mwanamke au mwanaume, kwa sababu vinaweza kuasiri jinsia zote mbili. Okay, sasa genital warts au haya maotea ya sehemu za siri yamekuwa yakifikirisha wengi. Wengi wamekuwa wakiingia msongo wa mawazo wa kuhisi kwamba aidha kuna madhara makubwa ambayo yanakuja kujitokeza hapo mbele. Jamii zetu zimekuwa na misconception, au mawazo ambayo huenda hayana ukweli wa moja kwa moja kuhusu hali hii ya kutokwa na vinyama uh, au maotea sehemu za siri. Kulingana na jamii zetu kukosa maarifa sahihi kuhusu maotea sehemu za siri, wengi wamekuwa wakiishia kwenye msongo wa mawazo stress, pamoja na hofu au wasiwasi. Maotea ya sehemu za siri inaweza kumtokea mwanaume au mwanamke yoyote, kwa sababu haya ni maambukizi kama yalivyo maambukizi mengine ya virus. Maotea sehemu za siri au hii kitaalamu husababishwa na virusi aina ya HPV au Human Papilloma Virus. Virusi hawa huweza kusambaa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa aidha kugusana au kushia vitu ambavyo vimegusa sehemu ambazo zimeathirika moja kwa moja kama taulo, nguo za ndani na vitu mfano wa hivyo, lakini pia unaweza kuvipata kutoka kwenye mahusiano yako uliyokuwa nayo. Kuwa na, na maotea sehemu za siri au genital warts haimaanishi kwamba huyu mtu ni mhuni, ana tabia mbaya, ni mchafu, au anafanya mambo ambayo hayaipendezi jamii. Hiyo ni wrong. Kama ilivyo kwenye jamii, wengi wamekuwa wakihisi mtu ambaye anatokwa maotea ya sehemu za siri, basi huyu mtu atakuwa ni mchafu, ni mtu ambaye hajatulia au ana maadili ambayo hayaipendezi jamii yetu. Hiyo si kweli. Sasa, kutokana na maotea ya sehemu za siri, yanatokana na hawa virusi aina ya HPV kama ilivyo virusi vingine, wanapoingia kwenye mwili kwa namna yoyote, watataka kuanza kuidisturb kinga yako ya mwili. Kinga yako ya mwili inaposhake au inapokuwa suppressed, huweza kutengeneza mazingira rafiki kwa hawa virusi kuweza kuspread maeneo tofauti tofauti ya mwili. Unapotokwa na hizi warts ambazo zimesababishwa na our HPV, kuna mambo kadhaa ambayo yanakuwa yanaambatana na, na, na zile vimbe au yale maotea ambayo yamekutoka. Jambo la kwanza, unaweza ku experience maumivu au usumbufu hapa na pale ambao unatokana na either kuwasha au kupata discomfort kutokana na ile hali ya kukua kwa vile vijinyama. Jambo la pili, kuongezeka kwa wingi, na wingi huu ni kutokana na, na kusambaa kwa wale HPV kwenye eneo husika. Jambo la tatu, kutoka na makovu au kubadilika kwa muonekano wa ngozi ambayo imeathirika. Jambo la nne, maambukizi ya pili au kitaalamu tunaita secondary bacteria infection, hasa kwenye zile wati ambazo zimekatwa bila ya kufuata utaratibu. Wengi wamekuwa wakivikata hivi vijinyama ambavyo au vijivimbe ambavyo vinajitokeza ambavyo vimesababishwa na hawa HPV kwa kutumia kamba, baadhi wamekuwa wakitumia vitu vyenye ncha kali kama viwembe and so on and so on. na kupekea kwenye yale maeneo ambayo yameathirika kuwa wazi na kukaribisha maambukizi au mashambulizi ya bakteria ambayo ni secondary bacteria infection na baadaye condition kupelekea kidonda au jeraha kubwa. Sasa ni njia gani ambazo zinaweza kupelekea haya maambukizi ya HPV kujitokeza? Njia ya kwanza ni kugusana ngozi, hasa ngozi ambayo inawale virusi, kwa eidha kushiriki tendo, kushiriki ngono zembe, kushiriki bila ya kutumia kinga au kizuizi. Jambo la pili, kugusa vitu kwa pamoja, au nasema kushea vitu ambavyo vimegusa moja kwa moja kwenye maeneo ambayo yameathirika, kama taulo nguo za ndani na mfano wa hivyo. Jambo la tatu ni kushiriki tendo la ndoa bila ya kutumia kinga, hasa kwa wale ambao wanapenda kuwa na wapenzi zaidi ya mmoja. Hii inaweza kuwaletea athari na kupata hizi genital warts. Sasa kuna uhusiano gani kati ya kushuka kwa kinga ya mwili na kutokwa na hivi vijinyama au vijivimbe kwenye sehemu zako za siri? HPV hawa huwa hushambulia ngozi, lakini huweza kuongezeka kwa kutegemeana na kinga yako ya mwili ni strong au weak kiasi gani. Kuna mambo kadhaa ambayo mtu akiwa nayo yanaweza kupelekea kinga yake ya mwili kudhoofu. Kwa mfano, utakuta mtu wa warts, ana warts au ana hivi visunzua au haya maotea, na wakati huo huo anasumbuliwa na msongo wa mawazo wa mara kwa mara, hapati muda wa kulala wa kutosha kwa aidha ubize wa kazi au kuwa na changamoto fulani psychologically. Jambo la tatu ni kuwa na lishe duni, lishe ambayo haina vitamins, haina madini. Unakula ili mradi tu tumbo lio limeingia kitu. Hii inaweza kupelekea kinga yako ya mwili kushuka. Lakini kuwa na magonjwa ambayo yanaweza kupunguza kinga ya mwili kama kisukari, pressure, saratani na mfano wa hayo. Lakini uvutaji wa sigara, bangi na vilevi, hii inaweza kupelekea kinga yako ya mwili kushuka. Lakini baadhi wamekuwa kinga zao za mwili zinashuka kwa sababu ya kuwa na ujauzito kwa sababu ukiwa mjamzito automatically unakuwa weak. Haya ni mambo ambayo kama ukiwa na hizi warts zinaweza kuwoz au kusambaa kwa kiasi kikubwa. Hivyo matibabu yake yanaanzia pale kwenye kuimarisha kinga yako ya mwili na kuifanya iwe strong enough kuweza kupambana na hawa virusi, kwa sababu tunahitaji zaidi kinga ya mwili kuliko kitu chochote hapa. Kuna mambo ambayo yanaweza kuimarisha kinga ya mwili na endapo una hizi vimbe au hivi vijinyamanyama ambavyo vimekuota kwenye sehemu zako za siri ambavyo vimesababishwa na hawa HPV, ukifanya hayo mambo au ukirekebisha hayo maeneo, basi wanaweza kupotea, wanaweza kudisapia au wanaweza wasikushambulie kwa kiasi kikubwa. Jambo la kwanza ni kupata lishe bora. Lishe bora ni ile ambayo imebeba vitamins pamoja na madini, vitamins kama vitamins C, vitamins E, vitamins A, vitamins D pamoja na madini ya zinc. Ukitumia Okay, saa Ukitumia hivi vitu kwa wingi na endapo una hii changamoto ya genital wart, basi unaweza kupata relief kwa kiasi kikubwa, lakini kama utashindwa, basi unaweza kuzungumza na daktari wako mkajadili kuhusu hali yako ya kiafya. Mazoezi au kufanya mazoezi ya mara kwa mara, haya yanaweza kustrengthen kinga yako ya mwili na kuweza kupambana dhidi ya hizo warts ambazo zimetokana na HPV. Kupunguza msongo wa mawazo, unahitaji uh, kupunguza msongo wa mawazo au kukaa mbali na stress, depression anxiety, hii itakusaidia kuweza kurudisha kinga yako ya mwili iwe katika uwiano ambao ni mzuri na kuweza kupambana dhidi ya hawa HPV, lakini finally, ni kupata usingizi au kupata muda wa kulala at least masaa sita mpaka nane kila siku. Hii itastabilize kinga yako ya mwili na kuifanya iweze kupambana dhidi ya hawa HPV. Sasa unawezaje kudhibiti genital warts? unawezaje kudhibiti hizi genital warts? Jambo la kwanza, tumia kondomu Aidha, kwenye mahusiano ambayo ni mapya au tayari mwenza wako anaathiriwa au anasumbuliwa na hizi genital warts, ni vyema mkatumia condom au kinga au kizuizi kwa ajili ya kuweza kumsekiwa mwingine, japo hii haifanyi kazi 100%. Kutumia kinga haimaanishi kwamba hauwezi kupata awa HPV. Haimaanishi kwamba hauwezi kupata hizi warts. Hawa virus wanaweza kusambaa kwenye yale maeneo ambayo yanaweza kugusana. Sasa ukizingatia unapovaa condom au unapovaa kinga haiwezi kukava maeneo yote ya genital parts. Hizi warts zinaweza kutokea kwenye uh, groin area au sehemu ya kinena ambayo pia imegusana. Kwa hiyo kwahiyo haikupi assurance ya 100% hata ukitumia kinga kwamba unaweza kuepuka hii kitu moja kwa moja, unaweza kupata kutokana na mwenzio kuwa nao hawa HPV. Kitu cha pili ni kupata chanjo ya HPV. Kupata chanjo ya HPV hapa mara nyingi ni kwa mabinti ambao bado hawajaanza kushiriki Uh, tendo la ndoa inakuwa ni vyema zaidi kupata hii chanjo ili kuweza kuwadhibiti uh, dhidi ya hawa HPV. Lakini kwa wale ambao tayari wanao, ni vyema ukaenda hospitali kupima, ujue una type gani ambazo zinakuathiri na kuweza kupata chanjo ili kudhibiti wale ambao ni high risk au wale ambao wana madhara zaidi wasiweze kushambulia. Hasa kwa wanawake, unapojiona una genital warts, unapojiona una maotea sehemu za siri, Nenda kamuone daktari wako, nenda kamwone mtaalamu wako akufanyie vipimo. Atakapojiridhisha anaweza akarecommend ukapata chanjo ili kuweza kudhibiti zile types ambazo ni dangerous na ambazo mwisho wa siku ukizichekea zinaweza kusababishia saratani ya shingo ya kizazi. Hivyo nenda kamwone daktari wako ili aweze kukusaidia. Jambo la tatu ni kuepuka kubadilisha wapenzi wale ambao wana wapenzi zaidi ya mmoja, ukiwa na mpenzi zaidi ya mmoja jiandae kupata zawadi ya maotea sehemu za siri, kwa sababu haujui ni nani uh, katika wale ana haya maambukizi ya au wanaishi na hawa HPV au hawa human papilloma virus. Kwa hiyo my friend, kama unamiliki mpenzi zaidi ya mmoja be be careful, be very careful, kwa sababu muda wowote unaweza ukapata hizi genital warts. Matibabu ya Matibabu ya genital warts ayamotea sehemu za siri uh, yatategemea na daktari wako. Anaweza akarecommend matibabu kulingana na hali ya zile genital warts unapoenda kwenye kituo cha afya kilichopo karibu yako, au kuna daktari wako anaweza kupatia matibabu ya kitaalamu ambayo either yanahusisha kupandisha kinga yako ya mwili au kama genital warts zimekuwa kiasi cha kutaka kuondolewa, basi anaweza kurecommend tiba nyingine ikiwemo cream za kupaka na kuweza kudisappear. Epuka kujitibu mwenyewe genital warts kama hauna taarifa zozote kuhusu ugonjwa huu, kwa sababu unaweza kukata genital warts, kumbe tayari ni saratani. Kwa hiyo hapa tunahitaji kuwa makini sana, kabla tujachukua hatua yoyote ya kimatibabu. Na shauri, kama unachumbuliwa na genital warts, nenda kwenye kituo cha afya au ona daktari wako ili akupe tiba ya kitaalamu. Daktari huweza kuchagua njia kulingana na aina ya warts ambazo zimekutoka ukubwa, idadi na hata sehemu ambayo imeenda kuathiri. Tukumbuke, tukumbuke, genital warts zinatokana na virusi, na hizi zifuatazo ni taarifa muhimu ambazo unahitaji kuziweka akilini wakati umekutwa na changamoto hii ya warts, na wewe ambaye bado haujapata hizi genital warts unahitaji kufahamu, genital warts zinatokana na virusi aina ya HPV na si vinginevyo si ishara ya uchafu wala laana kama inavyoonekana kwenye jamii zetu zilizotuzunguka. Kutumia kinga kwenye mahusiano, hasa mahusiano mapya, ni muhimu sana, ili kuweza kupunguza athari za hizi genital warts. Kufanya vipimo vya shingo ya kizazi ni muhimu, ili kuweza kudhibiti au kuwahi kama kuna athari zozote ambazo zimetokana na genital warts kusambaa. Hii itakusaidia na kuweza kuchukua mati... hii itakusaidia na kuweza kufanya matibabu ya haraka ili kuweza kuepuka changamoto hii ya saratani ya shingo ya kizazi. Hasa hii ni information ambayo wanawake mnahitaji kuifahamu zaidi. Kutoka na genital words, hazimaanishi kwamba huyu mtu anatabia mbaya, hazimaanishi kwamba huyu mtu anafanya mambo ambayo kwenye jamii hayapendezi. Haya ni maambukizi kama yalivyo maambukizi mengine. Genital warts zinaweza kumtoka mtu yoyote, genital warts zinaweza kumtoka mtu yoyote. Kwa wanawake wengi, zimekuwa zikiwatoka kwenye labia majora au labia minora, lakini kuna baadhi zinaweza kutokea au kutengeneza makovu mpaka ndani ya vaginal canal. Na hii kama umepata type 16 au type 18 ya hao HPV, inaweza mwisho wa siku, ukiiacha ikasababisha saratani ya shingo ya kizazi. Kwa ukisumbuliwa na genital warts kwa kipindi kirefu, umetafuta solution, uh, umetafuta solution haukufanikiwa, mpaka leo umekuwa tu ukibaki na msongo wa mawazo na hujui nini cha kufanya, basi wasiana nasi leo ili tuweze kukusaidia.